Na nitajua thamani yangu bila kivuli chako. Mbona sikuelewi? Ina maana kukwambia maneno hayo tu ndio umekuwa mkali kiasi hicho eh? <laughs> Unanishangaza ujue, sitaki kuliamini hili. Mimi ni mpenzi wako, mimi ni mwanamke wako. Ina inamaana hujui kutaniana? Hujui kwa unayoongea na utani Kelele bwana wewe, hili Pamela, una utani kwenye mapenzi. Yaani unaleta mapenzi yangu mimi na wewe utani. Unaleta utani kwenye mapenzi, si ndio? Mimi najua huu ni utani tu. Siondoke humu. Sasa mimi huwa sina utani kwenye mapenzi. Toka kwangu bwana. Toa. Usitoka, toka, toka, toka toka kwangu. Ah, siwezi kuondoka Chazi. Siondoke humu ndani. Toka una ha, nomba, nenda, na kitu gani umekiacha? Ah naomba uende, nenda bwana. Kwa nini unauleta uongo kwenye ukweli? Eh? Nimesha kwambia nilikuwa ningekuwa nakutania. Unapaswa kujua huu ni uchani. Nimekwambia huu ndani usiondoki, bana. Ah, nah, atunda. Toka, toka. Wewe vipi? Mimi nimekaa na enjoy maisha, nimetulia na angalia zangu movie, unakunywa na nichanganye. Unaniambia una challenge kwenye mapenzi? Wewe una upendo gani Pamela? Unajua jinsi mimi ndio nakupenda mimi wewe. Ni zaidi ya maisha.

Chazi na akili kweli wewe, wewe mtu gani usoelewa wewe, eh? Kila msiku mtaongea neno moja hiyo hiyo. Una pungufu gani wewe? hivi wewe mwanaume gani unaifunga unyororo kwa machozi ya mwanamke? Uyu mzako tangu mchana yuko hapa kashinda hapa. Wewe ndo unakuja saizi? Nasema naongea na wewe wewe. Familia unaivunja kwa mikono yako wewe mwenyewe. Mwanaume wetukuwa mpumbavu mpumbavu hivyo kweli? <coughs> Kaka situkuwa washahidi wa aibu zako. Mwanamke anakoroma kidogo tu, wewe unakimbia kwa aibu. Inaumiza sana. <coughs> Mama, babangu, huyu ndo mtoto wenu, amekaa kimya na kama ningeweza kuyasema yote hapa basi dunia yake yote ingevunjika. Angalia alivyokaa kimya. Inaonyesha wazi kabisa anachokifanya anakijua, na ndio maana anawadharau. Kama anashindwa kuwaheshimu nyinyi wazazi wake, ataweza kuniheshimu mimi ambaye niko kama mpita njia? Angalia unafanya nini sasa. Ongea Chazi, ulikuwa nguzo kwetu, kumbe Ulikuwa fimbo tu amua. Pole sana. Sawa. Vizuri. Maneno yenu yote mnasema mimi nimesikia, ila nyinyi mnaona mimi dhaifu kwa sababu na nyamaza, siongei, ila leo sitonyamaza. Kwako mama, sitonyamaza kwako baba, kwako radi, na sitonyamaza kwako wewe Pamela, naomba mnisikilize kwa makini sana. Hii kejeli mnayoonyesha leo ya maneno yenu, nasema mtailipia kwa machozi yenu wenyewe. Sikiliza, kejeli, wewe. We mwanangueanake Chazi, sitaki hivyo! Mtu aina gani wewe? Unaenda wapi? We mtu gani wewe? Usiambilika, utanijaribu kwa hizo asila zako? Nakumbuka waenga wanasema asila ya mkizi tigila kwa mvuvi mwanagwingwing mwana Isaia mkubwa, asinaamcizi waengi wanasema ni tijara kwa mvuvi mwanawwng, na kama hutaki kufikia wazazi wako, ondoka kabisa katika hii familia yetu mbynaani. <laughs> Huu ndo mtoto wenu, ndo mwanenu huyo, yaani hana tofauti kabisa na mwana sesere wa Isaia eh. <laughs> Ah, <tos> <tos> kila siku unadondokea katika mchezo wa Pamela, unashindwa kukontrola hata hasira zako kidogo tu. Unaniumiza sana. Hivi mama, yaani umenieta mnakuja kuzungumza haya maneno mnayozungumza eh? Maneno ya ovyo ovyo. Naomba msikilize. Sihitaji kuwa mwanasesele wa mtu yoyote hapa ndani, sawa eh? Hivi mnamwona huyu Pamela ndo ana muhimu sana. Kwa nini Pamela anakuwa kisu kwangu, afu yeye mnamng'ang'ania, mnakaa mnamsikiliza baba. ina, ina, <coughs> maana haya tunakwambia sisi ni wapumbavu. Naomba nisikilize baba, wewe baba, naomba nisikilize babangu, baba, nakuheshimu sana mama. Kama thamani yangu mtoto wenu imekufa kwenu basi naomba mniache nitaizika mimi mwenyewe, na sitaki mtu yote ashiriki kwenye mazishi. Naomba mniache nisi. Mnamwona wewe alikuwa ndani ana thamani sana kuliko mimi, mtoto wenu? Basi ena shida eh, niacheni, naomba mniache. Unasemaje wewe pumbavu? Niache baba, naondoka. Kumbuka kama sisi ni wazazi wako, pumbavu wewe, sio? Utabaki chini ule wewe makosa yako wewe.

ni haki yangu kukutafuta kwa, unacheka yani unaniona mimi punguani eh? Unacheka eh? na haki ya kukutafuta wewe, ni mtu wangu muhimu sana, nikuache tu Aa, je kama umekufa, je kama umepotea kwa polisi, ina maana ningae kimya? Lazima nikutafute na nijue kila sehemu unayokwenda nikufuatilia, hatua zako zote, nijue mahali ulipo Chazi. hata pumzi yako unayoivuta kwa sekunde kwa sababu yau i labda nikuambie tu kitu ambacho labda huenda ukijui au umekisahau, oh. Chazi, utaishia kulia kama babu kizee aliyekosa mwelekeo, na hata wazazi wako wanakuchukulia ni bure kabisa, na bila mimi wewe ni sifuri, huna kitu kabisa. Hiyo sifuri

Nimechoka kusikia kelele zako, wewe na Pamela. Mwanamke anakuzalilisha alafu wewe bado unamfuata kule kule kama kuku wa unyunyizi wa chumvi. Mama, usinichome kila mara, naomba ukumbuke moyo wangu umeumizwa vya kutosha, tena sana. Hivi kweli mi nimekuzaa? We wewe ni mwanangu kweli? Wewe nilijua nimezaa kilimo cha mbegu cha kunisaidia Nilijua nimezaa nguzo, kumbe nimezaa jeraha halifai kukaa wala kuumagia. Mama, naumia kwa sababu nateswa na mapenzi ambayo logeuka sumu, lakini mimi sio dhaifu. Hujua kuna vitu vya muhimu sana vitafakari ambao vitakuja na majibu yaliyo sahihi. Umeshachelewa, moyo ukishavunjika umevunjika. Hii hapa e, haliwezi kuwa haba, sehemu ya iliuchendani nilimpenda zaidi ya maisha nikasahau kujiokoa mwenyewe. Nilijenga makao moyoni mwake, akayangusha kwa neno moja tu: sitaki tena. Sasa kimya chake kinanipiga kama radi, nikapumzi inayotoa ni kumbukumbu ya jina lake. <laughs> Mtazama kama wanaume kati wanaume nasaba uni mwanaume anayejiita simba ndani ya nyumba umepaka tu chini apa wewe, tula mwanetu. Hivyo wewe we mwanaume gani unaikimbia machozi ya mwanamke kila usiku eh? We vipi mwanetu, mbona unatutia aibu mtaani hapa kichawetu. Wetu au alele alele mwanetu Mama, mama nini nawe, angalia wanavyofanya. Yani wa ni aibu tupu. Hayo mambo hayakuhusu, hayo ni mambo ya watu wazima. Tufuate kilicho tuleta, tumekuja kuchota maji tuondoke nyumbani, sawa? Huyu mwanamke tu kati ya wanawake katika mtaa, umeona Sasa kimya chake kinanipiga kama radi nikapumzika nayo tu. Umenichosha, kutosha. Kila mtu huyu mtoto wa nani anachezewa kama tambara chooni kweli? Si rahisi, baba. Moyo haubebeki kwa misuli. Na kwa nini huko upande wangu baba, eh? Mwanaume akisha kubali kuchezewa moyo wake na mwanamke itakuwa amesha kufa wakati yuko hai, si umenielewa? Ah, unanionea wewe, umeona upande wangu mmoja Baba, mimi sio mfu na wala sio kitambaa cha kufutia miguu au tambara la chooni kama unavyodai baba. Mimi nilidanganywa, nikachezewa, na kama heshima yangu imevunjwa basi nitapambana kuirudisha kwa mikono yangu mimi mwenyewe baba, hilo nakuahidi. Unasema ndio hivyo baba?

<tipulia> Monde, yes. Undo unajiita shujaa wa mapenzi, umesikia jana umekimbia kama paka aliyoloweshwa maji, Chazi. Hakika uwe ni mchekeshaji. Sasa mwanamke anakutembea tu usoni, usonyi ali unamfuata. Ila blaza, ni kituko wa kitaa, kuchukulia kama chui. Kumbe ni mbwa tu anayetambaa katika miguu ya kamera. Inaumiza sana, ni mbwa yaani? Radi, unadiriki kuniita mimi mbwa? Ndio? <laughs> Sasa. Sasa ila ni sig, sikilizeni rafiki wa kweli hagandamizi majeraaak. Nyinyi sio marafiki wa kweli, nyinyi ni majineza yanayotembea. Lazima kweli niwaambie. <coughs> Nachekesha sana na endeleeni kufurahia leo, maana naamini kesho mimi nitaamka nikiwa imara. Mwenye nguvu. Chazi mpya, sio Chazi so yule mnamjua nini, wanafiki wako. <coughs> <coughs>

Nimejenga makao moyoni mwake, akayangusha kwa neno moja tu, sitaki tena. Sasa kimya chake kinanipiga kama radio, ni kapunzi inayotoa ni kumbukumbu ya jina lake <gasps> <tos> <tos> Shujaa, mbona umekuja kama una ugomvi na mimi au unataka kunithibitishia ushujaa wako, Chazi? Nimeambiwa kila kitu kinachokuhusu. Yaani unaonekana wewe ni kijana shujaa, unajipa ushujaa, kumbe ni mwanaume ambaye sio lolote, ni kelele tu, Amela. Nimechoka kunifanya kama mtoto. Kumbuka hizi fedheha zote ninazopitia ni kwa sababu yako wewe. Unazungumzia fedheha, mimi siwezi kukusababishia fedheha. Fedheha unajisababishia mwenyewe Chazi, unajipa wewe mwenyewe fedheha kwa sababu unashindwa kusimama kama mwanaume. Mimi sio chanzo, chanzo ni wewe mwenyewe, chanzo unakitafuta wewe mwenyewe kwa kujikuta mwanaume ambaye ni hodari. Fedheha zako ni wewe mwenyewe kwa sababu hujewahi kuwa mwanaume kamili Chazi, unatakiwa ufahamu, wewe si lolote bali wewe ni mwanaume ambaye huna lolote katika hii dunia. Wewe ni mwanaume ambaye ni sawa uzaifu, na kipande cha udhaifu kinachotembea tu ovyo mtaani. Sasa naomba unisikilize, Pamela, usithubutu. Narudia tena hapa, unielewe, usithubutu Pamela kunidhalilisha tena mbele yangu. Chazi, Chazi, nadhani nilikosea sana kukuchagua wewe. Huna hadhi, huna mvuto na wala huna heshima yoyote ya kuendana na mimi, lakini nashukuru Mungu nimeweza kufahamu kuwa mimi ni nani na ni nani niwenee sahihi. Ni bora mara mia kama ningeweza kumchagua rafiki yako, kwa sababu yeye ana ufahamu wa akili na anaweza kuwa baba katika familia na sio wewe, sio wewe. Chazi? Pamela. Ah, Pamela, Pamela. Pamela. Sawa, bila kumbuka, kila neno unaolitoa ndani ya kinywa chako limekuwa kisu ndani ya moyo wangu, na naomba ukumbuke kila jera unaolizalisha ndani ya moyo wangu linanizalisha mimi kuwa chuma. Leo hii sitokuwa kivuli cha mapenzi yako tena.